Hy naitwa Meja Hasani Juma, ni mnadhimu kutoka kurugenzi ya utimamu wa mwili sanaa na michezo makao makuu ya Jeshi la wa Ulinzi Wananchi wa Tanzania. Katika kozi hii ni mratibu wa kozi, lakini wakati huo huo ni mwanafunzi. Kozi hii ya mafunzo ya awali ya ukocha ya mpira wa miguu wa ufukweni ambao imeandaliwa na TFF kwa kushirikiana na Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania. Kozi hii ina jumla ya wa washiriki 24 na, na washiriki wote ni maafisa na askari wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ambao msingi wametumiwa kama pilot kwa maana ya kwamba ndio makocha wa mfano wa mpango huu ambao unashirikisha Jeshi la Ulinzi wananchi wa Tanzania pamoja na Shirikisho la mpira wa miguu TFF, katika kuendeleza mchezo wa mpira wa miguu ufukweni kwa maana ya beach soccer. Baada ya mafunzo haya, tunatarajia kwamba sasa tutakuwa tumeingia kwenye uh, mashirikiano ma, ma, ma, ma baina, baina ya jeshi la ulinzi wa nchi ya Tanzania na TFF ambayo mashirikiano hayo yatalenga katika kuendeleza mchezo wa beach soka, kwa sababu TFF uh, wao ni wanaweledi mzuri katika beach soka na jeshi pia lina rasilimali, kwa maana rasilimali watu pamoja na uh, vitu vingine ambavyo vinafaa katika kuendeleza mchezo huu wa soka. Kwa kinachofuata hapa sasa, itakuwa ni kupata kozi kuandaa kama hivi tumeanza na walimu waje waandaliwe uh, viongozi waje waandalie marefari uh, ili kuhakikisha kwamba mchezo wa soka unaweza kufika mbali katika nchi yetu uh, katika levo ya, ya kitaifa na kimataifa. Naitwa Jaruf Rajab Juma, ni mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania soka ufukweni na ni mkufunzi wa kozi ya walimu wa soka la ufukweni ambayo inaendelea katika kikosi cha, cha jeshi e, Mbweni 836 KJ. E, lengo na dhumuni hasa la kuja kuifundisha beach soka ni, ni katika kuongeza wigo wa walimu wengi wa soka la ufukweni kwa Tanzania. E, na madhumuni hasa zaidi e, mbele zaidi tunatazam, tunatazamia kupata E, kuongeza wigo katika utafutaji au katika mchakato mzima wa kupata wachezaji ambao watakuwa wanatengeneza timu yetu ya taifa ya Tanzania ya soka la ufukweni. Kwa hiyo, mchakato mzima baada ya, ya, ya kozi hii baada ya kupata walimu wao watu sisi watakuwa kama wajumbe ambao watatuwakilisha katika vikosi tofauti tofauti na sio tu vikosi watatuwakilisha katika kwenda kufanya mchakato wa scouting kutafuta wachezaji ambao tutakuja kutengeneza utaratibu mzuri wa kucheza mashindano ambayo mwisho wa siku yatajumuisha e, timu ambazo zitakuwa na, na, na, na wanajeshi lakini pia kutakuwa na mchanganyiko wa timu ambazo zitakuwa zinaundwa na, na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo mchakato mzima unalenga kupata ligi ambayo ligi itakuwa inahusisha eh, pande zote mbili kwa maana ya jeshi pamoja na raia wa kawaida ambapo tayari kulikuwa na ligi ya beach soccer ambayo imefanyika kwa kwa miaka kadhaa hapo nyuma. Kwa hiyo hii yote ni katika kuendelea kuboresha, kuendelea kutanua wigo wa soka la ufukweni, kuendelea kuongeza walimu na ku kuongeza ufanisi katika mchezo huu wa soka la ufukweni. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa mwendelezo mzuri kwenye kwenye hii kozi, unaonekana na mapokezi mazuri kutoka kwa, kwa, kwa wanafunzi wa elimu. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba kwa, eh, kwa siku chache zijazo tutakuwa tuta na familia kubwa zaidi na mchezo huu, tutaenda kupata timu imara zaidi ya taifa. Mchakato ni endelevu, kwa maana ya kwamba kama tumeanza kozi hii tumeanza wiki iliyopita na tunaiendelea kwa wiki hii na kozi hii ni ya awali tu, bado tutaendelea kufanya eh, kufanya kozi zaidi, kuendelea kuwa kuwanoa zaidi walimu, kuendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo niseme huu ni mchakato endelevu eh, baada ya mchakato huu, kozi itakapoisha, tutaenda kila mmoja atatawanyika sehemu tofauti tofauti, kwa kwa maelekezo maalum kwa ajili ya kutafuta sasa E, kutafuta vipaji na kutengeneza hizo timu. Kwa hiyo huu ni mwanzo, siwezi kusema mwisho wake ni lini kwa sababu ndio mwanzo wa mchakato endelevu wa kutengeneza ligi na kutengeneza timu ambazo zitakuwa zinashiriki ligi endelevu kwa lengo la kuja kupata e, timu bora ya, ya taifa ya Tanzania kwa soka la ufu